Kuna wakati katika maisha tunafika sehemu ambapo tunajiuliza, kwa nini mambo haya hayaendi kama nilivyopanga? Tunahisi kama dunia imepanga dhidi yetu, kama hatuna bahati, kama kila kitu kinatushinda. Lakini mara nyingi tatizo si dunia, ni maamuzi yetu. Maamuzi ndiyo yanayounda njia tunayopita. Maamuzi ndiyo yanayobadilisha ndoto kuwa ukweli au kuziacha zikiozea kichwani. Kila kitu nachokiona duniani mafanikio, umaskini, furaha, huzuni, kushinda au kushindwa, yote yameanzia kwenye uamuzi fulani. Watu wengi wanaamini kwamba hatima yao imeandikwa, kwamba chochote kitakachotokea ni mapenzi ya Mungu au bahati, lakini ukweli ni kwamba Mungu anatuweka kwenye njia, alafu anatupa uwezo wa kuamua. Uamuzi wako wa leo unaweza kubadilisha kizazi kizima baada yako. Kila siku unapoamka unakutana na maamuzi madogo mengi sana: kuamka mapema au kulala zaidi, kusoma au kutumia muda mwingi kwenye simu, kutumia pesa au kuihifadhi, kufanya mazoezi au kusema nitafanya kesho. Maamuzi haya madogo yanaonekana hayana maana, lakini unapoyaweka pamoja, yanaunda mwelekeo wa maisha yako. Fikiria kijana anayeamua kila siku kujifunza kitu kipya kwa dakika thelathini tu. Kila siku, wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, baada ya mwaka mmoja kijana huyo atakuwa tofauti kabisa. Atakuwa na maarifa mapya, mtazamo mpya na nafasi zaidi za mafanikio. Wakati wenzake wakisema maisha ni magumu, yeye atakuwa ameanza kuunda maisha bora kwa nguvu ya maamuzi madogo aliyoyafanya. Ukweli ni kwamba maisha yako ya leo ni matokeo ya maamuzi yako ya jana, na maisha yako ya kesho yatategemea maamuzi yako ya leo. Hakuna uchawi, hakuna siri ya mafanikio isiyojulikana. Kila kitu kipo kwenye kile unachoamua kufanya au kutokufanya. Lakini kitu kinachowafanya wengi wasifike mbali si kwamba hawana uwezo, bali ni kwamba wanaogopa kufanya maamuzi magumu. Wanaogopa kusema hapana kwenye mambo yasiyo na tija, wanaogopa kuacha watu wanaowachelewesha, wanaogopa kuanza upya. Unapoogopa kuamua, unakuwa umeshafanya uamuzi wa kubaki pale ulipo. Kuna watu wanaishi maisha ya miaka sabini, lakini ukitazama vizuri, ni kama wameishi mwaka mmoja uliorudiwa mara sabini. Wamekuwa wakifanya maamuzi yale yale, wakirudia makosa yale yale, kwa sababu waliamua kutokuamua. Lakini kumbuka, kila uamuzi una gharama. Ukichagua kukaa kwenye eneo la starehe, Unalipa gharama ya fursa utakazokosa. Ukichagua kufanya kazi kwa bidii, unalipa gharama ya uchovu wa muda mfupi, lakini unapata matokeo ya muda mrefu. Maisha ni usawa wa gharama na matokeo. Kama unataka mafanikio, lazima ukubali kufanya maamuzi ambayo hayana raha leo, lakini yatakupa furaha kesho. Ukichagua starehe leo, utalazimika kukabiliana na mateso kesho. Ukichagua nidhamu leo utapata uhuru kesho. Maamuzi yako yanakufanya au yanakuharibu. Hakuna njia ya mkato. Tazama watu kama Nelson Mandela, aliamua kupigania uhuru hata kama ilikuwa na gharama ya kufungwa miaka 27 gerezani. Uamuzi wake haukumfaidisha yeye peke yake, uliwabadilisha mamilioni ya watu. Tazama Steve Jobs alipoamua kuacha chuo na kufuata maono yake, watu walimcheka, lakini leo maamuzi yake yamebadilisha ulimwengu kupitia hapo. Tazama Elon Musk alipoamua kuwekeza pesa yake yote katika Tesla na SpaceX, wakati watu walimwambia ataangamia. Uamuzi ule ulionekana unawakichaa, lakini leo umeunda historia mpya ya teknolojia. Kila mtu aliyefanikiwa kuna wakati alilazimika kuchukua uamuzi mgumu ambao wengine waliuogopa. Lakini maamuzi sahihi haimaanishi kukosa makosa. Kila mtu aliyewahi kufanikiwa alifanya makosa mengi sana, lakini tofauti ni kwamba hawakuruhusu makosa yao ya jana kuzuia maamuzi yao ya leo. Kosa si mwisho, kosa ni somo. Tatizo si kufanya maamuzi mabaya, ni kuogopa kuamua kabisa. Maisha hayaji kwa uhakika, hakuna anayejua kesho itakuwaje lakini ni bora kuamua na kufanya makosa kuliko kuishi ukihofia kuamua na ukose kila kitu. Watu wanaoogopa kufanya maamuzi mara nyingi hubaki nyuma wakitazama wale wanaothubutu kupiga hatua mbele. Siri ya mafanikio si kufanya kila uamuzi kwa usahihi, bali ni kujifunza kwenye kila kosa na kuendelea kuamua. Uamuzi wako wa kwanza unaweza kuwa mdogo kama kuanza kusoma kitabu, kuanza kuweka akiba anza kuzunguka na watu wanaokutia nguvu badala ya wale wanaokuvuta chini. Maamuzi haya madogo yanaonekana hayana maana, lakini unapoyaweka pamoja, yanaunda mwelekeo wa maisha yako. Kuna siri moja kubwa: maisha hayabadiliki kwa bahati, yanabadilika kwa maamuzi. Ukichagua kuishi kwa malalamiko, utavuna malalamiko. Ukichagua kuishi kwa ujasiri, utavuna matokeo. Ukichagua kujifunza, utavuna maarifa. Ukichagua kuchukua hatua, utavuna mafanikio. Mara nyingi tunasubiri wakati mzuri kufanya maamuzi. Mara nyingine tunasema nitafanya nikishapata pesa au nikimaliza shule au nikijiona niko tayari. Lakini ukweli ni kwamba hakuna wakati kamili wa kufanya maamuzi. Wakati sahihi ni sasa. Kila sekunde inayopita ni sehemu ya maisha yako inayoondoka, na kama hutofanya maamuzi leo, mtu mwingine ataamua kwa niaba yako kesho. Dunia haitasubiri uamue. Mtu mmoja aliwahi kusema, kama hufanyi maamuzi kwa ajili ya maisha yako, mtu mwingine atayafanya kwa ajili yako, na matokeo yake hayatakupendeza. Wakati mwingine kufanya maamuzi sahihi, unahitaji ujasiri wa kupinga maoni ya wengi. Unapochagua kusoma wakati wengine wanashereheka, utadharauliwa. Unapochagua kuweka akiba wakati wengine wanatumia pesa zote, utaitwa mchoyo. Unapochagua kufanya kazi kimya kimya wakati wengine wanataka umaarufu wa haraka, utadharauliwa. Lakini muda utapita, na wale waliokuwa wakikucheka wataanza kukuuliza uliwezaje? Hapo ndipo utatambua nguvu ya maamuzi. Maamuzi makubwa huanzia ndani ya akili yako, huanzia pale unaposema inatosha, nataka na kubadilika. Kuamua halazimi iwe kelele, ni mprosesi wa ndani wa kutambua thamani yako na kusimama kwa ujasiri. Watu wenye mafanikio hawasubiri hali iwe nzuri, bali wanaiunda kwa kufanya maamuzi sahihi katika mazingira magumu. Uamuzi wa leo unaweza kuwa mwanzo wa maisha mapya. Chukua muda kutafakari, ni maamuzi gani umekuwa ukiahirisha? Ni mambo gani umekuwa ukisema nitafanya kesho? Ni hatua gani ndogo unaweza kuchukua leo itakayokupa mwelekeo mpya? Usisubiri uhakika. Hakuna aliyewahi kufika mbali akiwa na uhakika wa kila kitu. Mafanikio yanakuja kwa wale wanaothubutu kuamua. Na jambo la mwisho, kumbuka, kila siku unayo nafasi mpya ya kuamua upya. Ukiamka leo na ukaamua kubadilika, hakuna kitu kinachokuzuia isipokuwa wewe mwenyewe. Usiogope kuanza tena, usiogope kujaribu tena. Maamuzi yako ndiyo silaha yako. Hatima yako haipo mikononi mwa wazazi wako, wala serikali, wala marafiki, ipo mikononi mwa maamuzi yako. Kila hatua unayochukua leo kila uamuzi mdogo unaofanya unaunda mustakabali wako wa kesho. Kwa hiyo amka na uamue. Uamue kusamehe, uamue kusonga mbele, uamue kujiamini, uamue kufanya kazi kwa bidii, uamue kuishi maisha yenye kusudi. Maisha yako yanaweza kubadilika kabisa ndani ya muda mfupi, kama tu utathubutu kuamua. Kumbuka maneno haya Your your decisions decide your destiny. Uamuzi wako leo ndiyo utakaoamua unakuwa nani kesho. Amua kwa ujasiri, fanya kazi kwa bidii, na ishi kwa kusudi. Kama umejifunza kitu kipya leo basi, bonyeza subscribe, like, share na toa komenti yako hako chini.